Yeah. Dada yangu, jembe langu, mfariji wangu, tumaini langu, karibu sana Njombe. Wana zawadi ndogo kwako. Kwanza wakaniuliza hivi, inawezekana tukampa zawadi na huu ugumu wa maisha uliosababishwa na system? Nikasema, nyinyi nataka kuatia moyo kwamba haya mambo yanawezekana. Kuwa makamu wa mgombea urais kwenye nchi hii yanawezekana kupitia dada yetu Mheshimiwa Devota Minja. Asanteni sana, Mungu awabariki sana kwa zawadi hiyo. Mheshimiwa makamu wa rais, mimi nakuona kama ni dada yangu wa tumbo moja lakini nakuona kama ndio role model wangu. Kila ninapojaribu kukata tamaa, nikifuatilia historia ya maisha yako, moyo wangu unaniambia amka tena. Mheshimiwa makamu wa rais, mimi kwangu hii ni heshima kubwa. Kutoka ulikotoka kwenye nchi hii kuna mikoa zaidi ya 35 majimbo lakini ukasema lazima nifike Njombe kwa Sigrada Mligo. Mungu akubariki sana. <laughs> Nitazungumza kidogo sana, dada yangu jembe langu. Hawa watu wa Njombe unavyowaona, licha ya vitisho vyote walivyokutana navyo na kudanganywa kwamba uchaguzi hautakuwepo, wao wamesema hizo ni propaganda, lazima tukamwone Devota Minja. Mungu akubariki sana hapa kuanzia asubuhi Mheshimiwa. Njombe ni nchi ni mji ambao umejaliwa kila kitu, kila kitu kipo, lakini Mwenyezi Mungu alituachia bahati mbaya dude linaloitwa CCM. Ninapozungumza hivi, kuna wana CCM, mama wangu, wamepigika wako pale, wakiongozwa na Kevin Lulandala wameku <tipi> o wamechoka wanafikiri huku pengine kutakuwa na matumaini. Nataka nitume salamu kwa wana sisiemu mliokaa pale, nawaona huku ndio njia salama iliyobaki. Ndo maana cha umma tumesema ni sauti ya ukombozi, sauti ya wasio na sauti lakini ni watu wanaotozwa kodi kila kunapoitwa leo, lakini ni watu wanaonyanyaswa na serikali ya Chama cha Mapinduzi kila kunapoitwa leo, lakini kwa sababu ni wakulima wa viazi na mbao, Mheshimiwa Makamu wa Rais Maka, mnavyozungumza hivi hawana kwa kuuzia viazi. Gunia moja linauzwa elfu ishirini wakati huo mfuko wa mbolea ni shilingi laki moja na kwa kuuza, kwa kuuza hakupo lakini wakulima hawa wanalima mahindi mpaka navozungumza hivi na wewe debe la mahindi ni shilingi elfu tano gunia la mahindi ni elfu arobaini tano Maka sasa navozungumza lakini watu hawa wanalima miti ya mbao ninavozungumza na wewe licha ya kodi tatu walizoweka kwenye mbao, yaani ushuru, indirect tax ambao anatumia mashine, kodi namba mbili na kodi namba tatu ya kodi nne. Maana yake ni nini? Baada ya uchaguzi huu, msitu wa miti wenye thamani ya milioni kumi utauzwa shilingi milioni tano. Lakini wameenda zaidi kwenye hiyo sheria ya fedha ya mwaka huu, wameongeza kodi kwenye bidhaa zote. Lakini mheshimiwa, ambavyo hawana wa aibu, wameenda kuongeza kodi hadi kwenye vitanda vya guest na hoteli. wamesema safari hii inje na hiyo kodi. Ukilala guest uwe wewe na mpenzi wako au wewe mwenyewe unatakiwa kulipa kodi ya asilimia kumi. Maana yake ni nini? Kama ulikuwa unalala guest kwa shilingi elfu kumi na tano utalala kwa elfu ishirini na tano. Ndio maana yake. Wameenda mbali zaidi kwenye hiyo sheria, wameongeza kodi kwenye bidhaa zote, wamepungua kwenye kitu kinaitwa pombe kali. Maana yake ni nini? Tena pombe zenye spiriti, maana yake ni nini? Mheshimiwa Makamu wa Rais, maskini mpe pombe za bei ndogo, alewe sababu tabu zake wakati huo Ams, ndio maana sasa hivi watu wanagombana mchana, jioni wamepatana, maana wanaogopa wakienda huko watatoa nini. Lakini Njombe watu walikuwa wanakula kwa siku mara tatu. Sasa hivi ninapozungumza nawe, mheshimiwa makamu wa rais, wananjombe hawa hata mle mmoja wa siku moja unawashinda

kwa sababu hata shule hata darasa kwanza likimbia. Sasa nataka kusema kitu kimoja, kampeni za CCM wanalinganisha maisha ya Sigrada na maisha ya mgombea mwenzangu. Niseme kitu kimoja, mimi siwezi kulingana naye. Cha kwanza umri wangu na wake ni vitu vile tofauti, lakini cha pili mimi sijawahi hukumiwa na serikali ya Chama cha Mapinduzi kwa kuiba madini. Zinakuuliza umewahi kutwa na tuma yoyote ya kuhujumu hela za umma? Yeah. mimi Sigrada kwenye fomu yangu nimesema hapana na haitakuja kutokea <coughs> lakini kwa sababu anatuma chawa wanitukani, yeye fomu yake amekiri kuhujumu uchumi wa taifa hili Milioni mbili pesa ambazo wewe hata ungechangishana na ukoo wako babu yako bibi yako michepuko yako na watoto wako wote huwezi kupata hiyo pesa. Haya tunagombea ubunge, tuwambie wana Njombe tutawafanyia nini? Na sio kusema gari ya Sigrada ameletewa na Salum Mwalimu. Sasa eti unasema gari ya Sigrada ameletewa na Salum Mwalimu. Salum Mwalimu ni mgombea urais. Na mimi

anaona na uwezo wa kupambana na mimi hiyo, anatumwa na ndio maana jana nikamwambia mgombea mwenzangu, kesho nina mkutano national housing, naenda kuambia wananjombe wewe, si unasema watu jukwaani, sina hela. Naenda kuambia wana njombe wewe, hela ulizipata wapi? Kwa hiyo umaskini wa wana njombe yeye naye ni chanzo ali ya madini kenyu Mimi Mheshimiwa mgombea wa urais, nikushukuru na nikuachie jukwaa hili ili uweze kuzungumza na wananjombe, kwa sababu mimi nitaendelea kuzungumza nao na vipaumbele vyangu vyote wonavyo, kupitia vipeperushi vyangu, kupitia mikutano yangu. Ombi langu kwenu wananjombe ni moja, nime wajiandae kwa sababu moto wake hawatamweza. Mnamsimamia kijana huyo huo ashinde sawasawa, usiogope kupiga kura. Nasikia kuna watu wanawatisha eti, eh tarehe 29 hakuna uchaguzi nini? Tunasema chauma kuna uchaguzi tarehe 29. moja inaitwa kura ya ukombozi, kura ya kukomboa taifa hili. Wao mkatiki ni wakisema, tunaenda kukomboa taifa, tunapiga tiki ya kukomboa taifa. Pigeni kura nyingi, ndugu zangu, na msiogope kwamba tunaibiwa. Safari hii haibiwi mtu, tuko macho kuliko wanavyofikiri, na nachosema hivi, tuko macho kuliko miaka yote kama walijua tumelala tumeamka. Na tume wamesema, yeah, mambo hadharani, uchaguzi yeah. Uchaguzi utakuwa wazi, unaenda unamlikwa na kamera. Ndugu zangu waandishi wa habari, yeah, tusaidieni hili jimbo yeah. Tume wameshasema mambo hadharani yeah. Kwa hiyo nii kazi yenu live mtu yeah. yeah. yeah. anachukua kula pale anatiki tunataka tume huru, tupeni kura tuingie madarakani. Cha uma tutaanza kushughulika na katiba mpya, tuta tutaileta tume huru ya uchaguzi, ndugu zangu, ndani ya siku mia moja tutasimamia haya. Tupeni kura sawasawa. Sawa ndugu zangu, nataka kumaliza Naomba msogee, kuna jambo tunataka kufanya. Iliyokaa tunamaliza joli joli, kwa wingi waandishi wa habari, sogeeni kidogo, wapeni nafasi.